Mambo vipi, mtazamaji wa Global TV Online? As you can see, nyuma yangu kuna bango kubwa sana limeandikwa Abdi and Zabibu Nights. Yeah, hapa ukiona tu hivyo unaweza ukajua ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa katika ukumbi wa Tanga Beach Resort ambao upo Tanga. Unaambua Tanga raha jamani, kama uliku ujui ni kwamba tupo katika usiku wa Abdi Banda, mchezaji wa Baroka FC na timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia usiku wa Zabibu ambaye ni mdogo wake na msanii wa Bongo Flava, namzungumzia Alikiba.

ya wazazi wenu. Kwa hiyo nanyee lazima mjenge mahusiano mazuri na watu, ili mweze kuwa na ukaribu na Mneki. Mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ndio ananijadili na atapitisha jina langu niwe mbunge au nisiwe mbunge. Tunakushukuru sana viongozi wote, katibu tawala wa wilaya, mkurugenzi wa jiji la Tanga, wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa na wilaya ambao mko hapa, lakini na naezetu tunawashukuru sana Mama Kiba, wewe ni mwanangu sasa Ali Kiba. Ah, mwana ni, ni, ni ni mtu wa Tanga lakini ni kipenzi chetu, kwa hiyo sasa leo umekaa upande huu, umeturuka umeturuka, leo tushakuandu, lakini si simnajua Alikiba tumemsajili Coastal Union eh? wenyekiti <coughs> wa <tos> Ndiyo basi tena, kipekee ni mshukuru kana watambua uwepo wa viongozi wenzangu wote, tunawashukuru sana lakini, kipekee ni shukuru kamati ya maandalizi chini ya mheshimiwa Rashid Osman, mkuu wa usalama wa taifa mstaafu. Kwa heshima umetunyanyua sana, umetupa heshima kubwa, wewe na kamati yako, tunakushukuru sana. Lakini kwa hiyo karo katibu wa kamati, wote wajumbe, tunawashukuru sana lakini kipekee nitambue kazi kubwa na mchango mkubwa wa ankora mia. Tunamshukuru sana sana sana kwa kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa. Nisifanye hii ni mkutano wa hadhara. Tunawashukuru sana. Abdi mamako amekuhusia na Zabibu, nataka kukaribisha katika familia ya Hassan Banda na Mwalimu. Kwetu ni Mchukuni, tutakupeleka kilomita kama kumi kutoka hapa. Sisi bwana, kazi yetu kama unavyosema, sisi tutakufundisha kula samaki wa kutoka freshi baharini. Karibu sana, na tunakupenda umetupa na sisi heshima. Tutakulinda, tutakuthamini na tutakuheshimu. Nimalize, wageni waalikwa, kuwashukuru wote, nisiseme maneno mengi, na kwa niaba ya familia, dada yangu mwana hawa, hongera sana, umekuza na Mwenyezi Mungu wakuzidishie. Nu i munyambani huyo ndo bibi yake Abdi Banda, ndo mama yetu mzazi, mama wa mwanaha mwalimu, ni mwalimu nemba mwalimu mwanani mwalimu amina na wote. Baada ya kusema hayo mwenyekiti nimesaau jama lakini kubwa, kama alivyosema kaka mwenyekiti wa kamati ardhi, hii meza unaiona, wote hawa ni ndugu zetu, ni rafiki zetu, wamefanya kwa ajili yetu kwa sababu ya mahusiano yetu. Ni kwamba utajenga mahusiano mazuri na watu. Mama Kiba, karibu sana familia ya Tanga. Tanga ni wakarimu, ni watu ambao tunapenda watu, tunapenda wageni, lakini pia sio watu wa kutaka makubwa sana. Muhimu amani, upendo na mshikamano. Baada ya kusema hayo, mabibi na mabwana, narudia tena kuwashukuru. Sasa hivi tunataka kuenjoy muziki. Asanteni sana Mheshimiwa Jaji, samani sana. Naomba nitambue uwepo, tuna mtu mkubwa sana Mheshimiwa Jaji mfawidhi wa mahakama kuu ya Tanga, Jaji Imani Abudu, natambua wa uwepo wako na tunakushukuru sana kwa kuacha kazi zako na kuja kushirikiana. Madiwani wa Tanga jiji, sijawasahau sana, sijawasahau madiwani, mpo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya Tanga DJ naomba unirudishe na CCM, aoma irudishe aie me wa eweke ndani hawa. Asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki, tunawapenda sana. Sasa ni wakati wa kucheza mpaka asubuhi. anaturuhusu tukae mpaka saa ngapi? tunaamia kumbu lodge

pesa taslim na gari mpya kila wiki, tunaposherehekea miaka kumi ya mafanikio tukiwa na M-Pesa. Kweli pesa ni M-Pesa. Shule ya Msangani Sekondari, yenye namba za usajili S1133 ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita. Ipo kata ya Msangani, Kibaha kwa Matias, mkoani Pwani, kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam - Morogoro. Kwa sasa inaotangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika, ni katika combination au taasisi za HGE EGM, HGL, EK na HGK. Shule, mazingira yatulivu na rafiki kitaaluma, imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio. Ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha, ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa, huduma bora za afya, chakula bora na cha kutosha, malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto. Ada zetu ni nafuu kabisa, unalipa kwa awamu. Wahi sasa, fomu zinapatikana shuleni Msangani, Riki Hotel mnazi mmoja, Dar es Salaam, Msimbazi Senta Dar es Salaam, Mwanza soko kuu, duka namba 27, na Palace Hotel Arusha. Wote mnakaribishwa Msangani